Be a woman of value. Usikawai kubali kuzoeleka. Usikawai kubali kukaa kawaida kawaida. Badilika badilika. Be a woman of if stay unique. Stay unpredictable. Usikawai kubali kuzoeleka. For your own power and peace. Bring ideas. Usikawai kukaa kubali kukaa ndee huko tu. To avoid what does she have that I don't. Stay unpredictable. Usikawahi kubali kuzembea kuze zembea. Kuwa mtukutu kwa nyumba, badilisha badilisha badilisha vitu upside down, hata apatange vitu zilibadilika badilika. You yourself badilika, usikawahi kubali ku remain the same every single day. Usiwahi kuwalau hiyo. Stay unpredictable Suppose umezoea kushuka braids, at least for once, vaa wig ashtuke. Hii ya kuzoea hivi, nyoa hata jordan ashangaa, ai, huyu <laughs> ni mgani? Stay unpredictable. Kwa nyumba change vitu upside down, badilisha badilisha vitu. Like mmekaa kwa nyumba two years, two years down the road, nothing has changed. Same you same everything kwa nyumba, nothing has changed. Usikawai kukuwa too comfortable. In a man's house, kuwa mchukutu, stay unpredictable. Usikawai kubali kukaa wa kawaida, utadharaulika vibaya sana, utadharaulika usi uh, <laughs> stay unpredictable.